Huu jambo, mimi ni Awadhi Rashidi na hii ni Arusha on Radio. Marekani imeripoti kuanzisha mashambulizi mapya anga kuelekea mji wa bandari wa Hodeida nchini Yemen baada ya kiongozi wa vuguvugu la Hoh Said Abdulmalk Al Hth kutoa hotuba kali kulaani mashambulizi ya Marekani na kutishia kulipiza kisasi kwa hatua za moja kwa moja za kijeshi dhidi ya vikosi vya wanamaji wa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump aliamuru Pentagon kutekeleza operesheni maalum na muhimu iliyopewa na maamuzi yenye nguvu siku ya Jumamosi, ikilenga kusambaratisha uongozi wa Houth na uwezo wake na kutatiza njia muhimu za maji katika eneo hilo. Duru ya kwanza ya mashambulizi ya Marekani usiku wa kuamkia Jumapili uliua takribani watu hamsini na tatu, wakiwemo wanawake na watoto na kuacha karibu wengine mia moja kujeruhiwa, na hiyo ni kulingana na wizara ya afya ya Yemen inayoongozwa na Houth. Katika hotuba yake siku ya Jumapili, al Houth amewataka watu wa Yemen kukusanyika ili kukabiliana na Marekani sistiza kwamba Yemen haitashinikizwa kujisalimisha. Ndege za jeshi la Marekani na meli za kivita zitakuwa shabaha yetu, na uamuzi wa kupiga marufuku urambazaji utajumuisha meli za Marekani mradi tu zitaendelea na uchokozi wake, alisema kiongozi huyo wa Houth. Wa Houth walidai kulenga meli ya US Harry Truman kaskazini mwa bahari Nyekundu kwa makombora 18 ya ballistic pamoja na drone mapema Jumapili. Afisa mkuu wa ulinzi wa Marekani ameambia shirika la habari la Fox News kwamba takriban dazeni ya ndege zisizo na rubani zilinaswa na kulipuliwa kabla ya kuwa tishio kubwa kwa Wamarekani. Harakati ya Answar Ullah inayojulikana pia kama Houth imedhibiti sehemu kubwa ya Yemen iliyokumbwa na vita tangu katikati ya miaka ya 2010. Kundi hilo lilianzisha mashambulizi kadhaa dhidi ya mali za meli za kimataifa mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kama sehemu ya kampeni iliyoandaliwa ili kuonyesha mshikamano na Wapalestina. Hapo awali walizuia meli zilizounganishwa na Israel pekee, lakini baadaye walipanua malengo yao na kujumuisha meli za kibiashara na kijeshi za Marekani na Uingereza. Baada ya mfululizo wa mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Uingereza dhidi ya Yemen, kundi hilo lilisimamisha kampeni yake mwezi Januari baada ya Israel na kundi la wapiganaji wa Hamas wa Palestina kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani. Hata hivyo, wiki iliyopita waliahidi kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya meli za Israel, wakishutumu Israeli kwa kupuuza masharti ya mpango huo na kusababisha watu wa Gaza kukabiliwa na njaa. Onyo la hivi punde laongeza meli za kijeshi za Marekani, lakini si meli za kibiashara kwenye orodha ya walengwa wa kundi hilo ambalo hivi karibuni liliitwa na utawala wa Trump kuwa la kigaidi. Wakati hayo akijiri, Teherani imelaani mashambulizi mabaya ya Marekani dhidi ya Yemen na kueleza shambulio la hivi punde kuwa tishio kubwa kwa amani ya kikanda na kimataifa. Iran imelaani vikali mashambulizi hayo, huku msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Iran Ismail Baghei akiitaja kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa mkataba wa Umoja Mataifa na kulitaka Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuchukua hatua. Shambulio hilo lilikuwa tishio kubwa kwa amani na usalama wa kikanda na kimataifa, alisema katika taarifa yake siku ya Jumapili. mashambulizi yamesababisha vifo vya takriban watu hamsini na tatu na kuacha karibu wengine mia moja kujeruhiwa. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Mike Wats amedai kuwa mashambulizi hayo yaliwakumba viongozi wengi wa Huth. Wats alitishia kushambulia zaidi Yemen na kusema kuwa shabaha mbalimbali zimewekwa mezani zikijumuisha meli za Irani zinazofanya kazi katika ufuo wa nchi hiyo na inaaminika kuwa zinatoa taarifa za kijasusi kwa Huth. Teherani hata hivyo imekanusha mara kwa mara kuhusika kwake katika shughuli ha hus. Mkuu wa jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza msimamo wake siku ya Jumapili akisema kuwa nchi hiyo haina nafasi yoyote katika kuweka sera za kitaifa au za uendeshaji wa kundi hilo lenye makao yake huko Yemen na kwingineko. Ni kuwa rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev ameonya kuwa kutumwa kwa walinda amani kutoka nchi wanachama wa NATO kwenda Ukraine kutazusha vita vya kila namna kati ya kambi hiyo ya kijeshi na Urusi. Katika wiki za hivi karibuni Viongozi wa Uingereza na Ufaransa wameongeza mijadala kuhusu misheni kama hiyo. Katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X siku ya Jumapili, Medvedev, ambaye kwa sasa anahudumu kama naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la Urusi, alisema kuwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer wanacheza na moto. Mara kwa mara wanaambiwa kwamba walinda amani lazima watoke mataifa sio ya NATO, lakini hawataki kusikia na wamekazania kwamba watatuma makumi ya maelfu na watatoa msaada wa kijeshi kwa wanazi mamboleo huko Kiv, Medvedev walidai hiyo inamaanisha vita kati ya Urusi na NATO. Washauriani na rais wa Marekani, pengine watahirisha, Medvedev walisema. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov hapo awali alidai vilevile kwamba kutumwa kwa wanajeshi wa NATO nchini Ukraine, hata chini ya kivuli cha walinda amani, itakuwa ni sawa na kuhusika kwa moja kwa moja kwa NATO katika vita dhidi ya Urusi. Mapema mwezi huu Shtama alitangaza kuwa Uingereza na no Ufaransa ziko tayari kuongoza muungano wa walio tayari kutoa msaada wa kijeshi kwa Kivu ikiwa ni pamoja na kupelekwa kwa askari na ndege, ameongeza kufuatia mkutano wa dharura huko London. Alisema sio kila taifa litahisi kuwa na uwezo wa kuchangia, lakini hiyo haiwezi kumaanisha kwamba tutaketi nyuma. Badala yake, wale walio tayari wataongeza mipango sasa na kwa uharaka. Uingereza iko tayari kuunga mkono hili, Stama alifafanua. Macron alisema wanajeshi wa nchi za magharibi wangewasili wa Ukraini ikiwa tu hali itakuwa salama kwao. Waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni ambaye alihudhuria mkutano huo pamoja na viongozi wengine kadhaa alisisitiza kwamba uwepo wa wanajeshi wa Italia nchini Ukraini haujawahi kuwa ajenda muhimu kwao. Kinyume chake, waziri mkuu wa zamani wa Canada Justin Trudeau ameonyesha kuwa Ottawa ilikuwa ikizingatia chaguzi uchaguzi zote zinazowezekana na haikatai kutumwa kwa wanajeshi kwenda Ukraine akirejelea utayari wake wa kupi wanajeshi wa Uingereza kwenye eneo la vita. Shtama aliambia bunge mapema mwezi huu kwamba juhudi hiyo itategemea kupata ungoji mkono wa Marekani. Siku ya Jumatatu waziri wa, juma wa mambo ya nje wa Denmark Lars Lone aliambia Radio DR kwamba ikiwa itafikia hatua ambapo uwepo wa Ulaya unahitajika ili kufikiwa kwa usitishaji wa vita au makubaliano ya amani, basi Denmark kimsingi iko tayari kwa hilo, akizungumzia matarajio ya wanajeshi wa NATO kwa asili Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitri Peskov alisema mwezi uliopita kwamba maendeleo kama hayo hatakubalika kabisa kwetu, akitaja athari ambayo ingekuwa nayo kwa usalama wa kitaifa wa Urusi. Mwisho wa rubaa za kimataifa. Mimi ni Awadhi Rashidi.